Ladies, uh, ladies and gentlemen, kuna taarifa fulani kwa Nigeria kutoka huko Nigeria. Kumetokea mwanadada mmoja ambaye anafahamika kama Madi Madi, ameshangaza sana ulimwengu. Anasema ya kwamba kwa sasa anataka wanaume mia moja kwa siku ili waweze kumuritisha kiu chake. Amesema ya kwamba kutokana na kuna fununu fulani ambao ni ukweli kutokana na jarida fulani ambalo linatokana huko Nigeria ambalo linafahamika kama eh, eh, Guinness. Jarida, jarida kubwa la Guinness World Records limeibuka na, ku, na kujibu baada ya mwanadada maarufu kutoka Nigeria ambaye anafahamika kama Maddi Kisi tangaza kupitia mtandao wa X ama zamani Twitter mpango wako wa kuvunja rekodi ya dunia kwa kulala na wanaume mia moja ndani ya siku moja pekee. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa wa mtandaoni, huku wengi wakipinga wazo la Mandi, wengine wakichukulia kama kiki ya mitandaoni ya jamii ama wengine pia wakisema ya kwamba huu ni utovu wa nidhamu na kutokuwa na maadili na ile heshima, kwa maana wanaonekana ya kwamba hii ni njia moja ya kudhalilisha wewe mwenyewe na kuonyesha ya kwamba wewe si mtu mwaminifu katika maisha ama mahusiano. Hayo ndio mambo ambayo yanastaajabisha ulimwengu. Tunapata ya kwamba mwanamke fulani ambaye anafahamika kama Mandi Andi anaamua kusema ya kwamba anahitaji wanaume mia moja kwa siku ili waweze kumridhisha, na kile ambacho anamaanisha ni kwamba anataka kuvunja rekodi ambayo haijavunjwa na mwanamke yoyote ama binti yoyote. Na ukimwangalia Amandi, unaona ya kwamba ni mtu mdogo sana, ni mwanamke mdogo, lakini kifikia ya kwamba anahitaji wanaume mia kwa siku, hiyo ni kitu cha kushangaza sana. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.